Usiku wa kuamkia siku ya jana kulikuwa kuna story ambazo zilikuwa zimeenda viral kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii. Yote hii ni kuhusiana na bwana mkubwa Harmonize, ambapo aliweza kuonekana akishare bwana video ambayo ilikuwa ni video ambayo ilikuwa na cover yake yeye pamoja na mwanadada Kajala. Ilikuwa ni cover fulani hivi ambayo iko na mtindo fulani hivi kama sanamu. Sasa aliweza kushare kupitia kurasa yake ya Instagram, na baadhi wa ya watu wengi sana wakiwa wanaamini kabisa kwamba mahusiano yake yeye pamoja na Kajala yamerudia, lakini pia Kajala kuonekana kukolaborate pamoja na Harmonize Harmonize kupitia post post hiyo hapo. Yaani kwamba Harmonize yeye aliweza kumwalika Ebana Kajala kuweza kukolaborate kwenye post moja, then baadaye wakaweza kujumuika pamoja. Sasa wawili hawa, iliweza kusadikika kwamba siku ya jana wameweza kurudiana. Watu wengi walikuwa na tathmini kulingana na mstari ambao ulikuwa ukiimba katika tiza ya wimbo ambao ambao Harmonize aliweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram ambao ulikuwa unasikika una ukiwa unasema hivi. Audhubillahi mimi na shetani la gym hata tukikesha club asubuhi tupo gym, nampenda tena namheshimu, mkata shombo ukipenda muite ndim. Sasa huo ndo ujumbe ambao ulikuwa unasikika kwenye wimbo ambao Harmonize aliweza kupost, na wimbo huu waliweza kucollaborate pamoja na Kajala. Sasa mahusiano yao ikaonekana kabisa kwamba hawa wawili wamerudiana, tofauti kabisa na zile tetesi ambazo zilikuwa zinaendelea kuibuka kwamba mara baada ya kuweza kuonekana kabisa kwamba kama mahusiano yao hayapo sawa, licha kwamba walikuwa pamoja katika happy birthday ya mtoto wa Mario pamoja na Paula, e, bana siku ile kama unafahamu kwamba hata pia siku za eh, nyuma kidogo hapo niliweza kukuonesha video ya Harmonize akiwa yupo na msafara wake wa magari akiwa eh, wanaongozana pamoja na msanii mwenzake Mario kulikuwa kuna gari ambayo imeandikwa pale kwenye plate number kwamba ni Kajala 3 so jambo ambalo limewashtua watu wengi sana katika siku ya leo ni mara baada ya Harmonize yeye kuweza kufuta e, bana ile post ambayo waliweza kukolaborate wawili hao yani kwamba Harmonize pamoja na Kajala Harmonize yeye ameweza kufuta kwa sababu sababu yeye ndo creator wa ile video. Kwa hiyo ameweza kuifuta hata pia kwa upande wa Kajala kule, e bana, haijaweza kuonekana. Watu wengi sana wamebaki na maswali kwa sababu kama unaofahamu kwamba e, utofauti wa story na post ni story inakaa katika masaa 24, lakini post yenyewe inaweza kadumu kwa muda wote ambao wewe unahitaji e, kuifuta, lakini Harmonize yeye ameonekana kuweza kuifuta ile post ambayo aliweza kuipost ambayo ilikuwa ina wimbo ambao wimbo huu ulikuwa na maudhui ya kimahaba. Watu wengi wameingiwa na mijadala mingi sana kwamba labda pengine kupitia eh, posti hiyo hapo Harmonize kuweza kuifuta labda pengine wanaweza kawa wamegombana tena, kabla hata mahusiano yao kuweza kufahamika zaidi. Na baadhi ya watu wengi sana, hususan wadau wa burudani, wao wakiwa wanasubiri kwamba itakuwaje e bana Harmonize pamoja na Kajala wakirudiana tena upya. Ni upi mtazamo wako, kwa mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now? Uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye comment hapo, sicho kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Ni Sasa Online Digital cha cha